Tuelekee kati mwa nchi ambapo wakazi wanaoishi karibu na mto Rwaka. Mtazamaji wangu, hawa ni wakazi wa kaunti ya Kiambu, wamekuwa na malalamishi mengi tu kuhusiana na mto Rwaka kuweza kuchafuka vilevile, huku wakikumbatia waki juhudi kadha wakadha, katika kuhakikisha kwamba mto huo unakuwa safi na unatumika. Tumpate Abraham Gadesha na taarifa hiyo. Huu ni mto Rwaka, eneo bunge la Kiamba wakazi wa kuhusu kuharibiwa kwa mto huu, tusikie tetezi zao ni zipi? Kuna mtu amekucha hapa kwa mto ya Rwaka amemwaga mchanga. O, mchanga imekuwa mingi, imeanza kuteremka kwa mto. Mto ilikuwa pana, sasa imeanza na maji imeanza kusimama. Hofu yetu ni kwamba mafuriko itakuwa hapa na itaanza kuharibu vitu. Kuna sehemu hapa nyuma yetu ya a mali imepita, imeanza kupomoa hizo sra na ikipomoa sianze kuteremka singie kwa mto, hata magonjwa tutapata huku Rwaka. Hii shida ilianza tu kumwaga mchanga, nikaona lori moja ingine kutoka hapo, wakaanza tena kuweka nikaona mchanga imekuwa mingi. Tunaomba, hii mto ndio tunatumianga kupea ng'ombe zetu maji, kutumia kulima, kila kitu. Sasa tunaomba mtupe usaidizi, at least tuone kuna kitu inaendelea kwenye wanamwaga inasonga kwa mto na inasonga pale tunafanyia kazi, so tunahofia inaweza one day tunaweza amka tupate maji meja. Si kaa wanatengeneza nikawa wanadamu sasa hivi kawa wanga nalipwa ama nikudambu tu wanadamu, hiyo uchafu yote inaenda kwa mto. Enyeja yote inatoka pande ya juu, kuna pale inafika sabu hapo imevunjika sabu ya hii mchanga so kuna padi hiyo yo, kitu yote inaenda kwa mto hiyo chafu yote inaenda kwa mto. Sasa ni kwa idara husika kuingilia kati ili kuzuia kuharibiwa kwa Mto Rwaka zaidi. Abraham Gadesha runinga ya NTV Kiambu.